Kazi ya mtumishi wa Mungu sio kuongoza ibada. Haleluya. Sio nini? Siyo kuongoza ibada. Kazi ya mtumishi wa Mungu ni kutoa majibu kwa watu wenye maswali mbalimbali mbali katika maisha yao. Hiyo ndio maana ya kuhani. Kuhani au mtumishi wa Mungu kazi yake kubwa ni kutoa majibu ya maswali aliyonayo mtu wa Mungu kwenye maisha yake. Kuna watu waliomwendea Yesu walikuwa na maswali, nani atakaye waondolea matatizo waliokuwa nayo? Amina, amina, Amin. Na ndio maana maandiko yanasema hakuna kinyonge wala kilicho dhaifu kitakachomuona Mungu, hakipo. Kila kinyonge itatupwa jana. Tunapoongelea vinyonge, maana yake tunaongelea vitu ambavyo ni vigonjwa. Hakuna mgonjwa atakayeingia mbinguni, na ndiyo maana shughuli zote za uponyaji na uzima lazima zifanyike kani duniani.